Hii ni Bugoma TV. Habari jimbo Habari. La Nsimbo tumeendelea kushuhudia hali ya sintofahamu ya kisiasa hususan katika kata tatu muhimu, kwa maana ya kata ya Litapungwa, kata ya Kanoge na kata ya Katumba. Sawa, kihistoria naweza mkakumbuka kwamba kata hizi zilipokea wakimbizi kutoka Burundi waliopigana vita ya wao kwa wao, vita ya makabila na tulipokea wakimbizi hao wa mwaka 1972. Lakini baada ya michakato ya kiserikali uh, kata hizi zilishiriki chaguzi kuanzia chaguzi mkuu yani, chaguzi hizi za kisiasa kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano na elfu mbili na ishirini Na elfu mbili na ishirini mimi niligombea ubunge jimbo la Nsimbo. Kata hizi ambazo zinaitwa kata za makazi zilishiriki uchaguzi na zilisimamisha wagombea wa udiwani ubunge na raisi, tofauti na zile zilizotolewa mwaka huu wa, wa, wa, wa, wa uchaguzi. Lakini baada ya kuona hali hiyo, sisi kama chama cha ACT Wazalendo na mimi binafsi kama mgombea ubunge wa jimbo la Nsimbo tuliona dhuluma hii ikigengeka hatua kwa hatua e, na tuliamua kuchukua njia e, za kiamani kabisa kupaza sauti kupambana na udhalimu huu, ndio maana tulichukua hatua za kisheria na kiutaratibu kuandika barua kwa mkuu wa makazi kuomba kibali cha kuingia kufanya siasa katika kata hiyo, nayo kwa makusudi bila kupepesa macho alituzuia kwa barua kufanya mikutano hiyo, mikutano ya ndani au mikutano ya hadhara, wala kufanya chochote ndani ya, ya kata hiyo. Lakini tukishuhudia CCM akiendelea kufanya shughuli za kisiasa, tukaamua kuchukua hatua ya pili ya kuandika barua tume huru ya uchaguzi ngazi ya jimbo na ngazi ya taifa tukajibiwa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Nsimbo pekee akieleza kuwa kata hizo zimetangazwa kisheria, kwa hiyo shughuli za kisiasa zinaruhusiwa kufanyika katuna ana na maeneo mengine za wakimbizi. Serikali imeamua e, kuchukua hatua ya kuondoa rasmi hizo kata e, kwenye mfumo sasa wa serikali za mitaa, na ikazirudisha hizo kata aa, mambo tume ya taifa ya uchaguzi, ambayo kwa sasa inaitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi imeandikisha wapiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura katika maeneo hayo ya Katumba, Kanogo na Litapunga ambao wana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa kama chama tukajiuliza, je, tume haikutambua kwamba hayo ni maeneo ya makazi? Sisi kama chama tunatoa ujumbe kwa umma na serikali, tunaitaka na kuikumbusha serikali kwamba haki ya kisiasa ni haki ya kikatiba. Kuondoa maeneo ya wananchi kushiriki uchaguzi ni kuua demokrasia na kupuuza usawa wa kisiasa. Tunaitaka tume hiyo ya uchaguzi na uh, serikali kwa ujumla kutoa majibu ya kina kwa haraka iwezekanavyo, yes, kuanzia sasa kabla ya tarehe ya uchaguzi ili vyama vinavyoshiriki uchaguzi vijipange ipasavyo. Sisi kama chama cha ACT Wazalendo tunatoa wito kwa serikali kuheshimu misingi ya demokrasia na kuhakikisha kila chama cha siasa bila ubaguzi kinapata haki sawa ya kufanya shughuli zake za kisiasa katika maeneo yote ya Katavi. Tume huru ya uchaguzi nayo inapaswa kujitanabaisha wazi wazi kuonesha tofauti ya kweli na tume zilizopita zilizolalamikiwa kwa upendeleo. Tunaomba kimsingi jambo hili liwe la uhuru na haki. Hii ni Bugoma TV habari